Kukulipa inabidi sehemu kubwa utumie mashine e. Kwa hivyo kuna mashine sasa hivi za kwenye teknolojia ya kilimo, kuna mashine ambazo zinaweza ikaandaa shamba, kuna mashine ambazo zinaweza zikapanda kama unapanda mbegu kama mbegu, lakini pia hata kama unapandikiza miche, kuna mashine ambazo zinaweza kupandikiza miche e. Kwa mwanzia wakati wa marehemu Mzee Karume mpaka sasa hivi awamu ya nane. E, ukitizama extension services, yani huduma ambazo wanapewa wakulima sasa hivi ni nyingi zaidi na nzuri zaidi kuliko ambavyo ili, e, ilikuwa huko nyuma, na hii inatoa fursa kwa vijana ile ardhi ndogo ambayo tuko nayo kuitumia vizuri na kuweza kuzalisha chakula ambacho kinaweza tukajitosheleza kwa baadhi ya maeneo ya chakula. Kuna wakati hapa kuna watu walikuwa wanalima eh, eh, miaka nakumbuka miaka michache iliyopita tulikuwa tunalima eh, tungule au wengine wanaita nyanya e, tulikuwa nyingine zinasafirishwa kupelekwa Dar es Salaam kwa sababu uzalishaji n lakini pia kuna mazao kama e, embe zinazalishwa kwa wingi. Kwa hivyo e, ni vijana tu sasa kuchangamka kwa kuangalia ni jinsi gani, jinsi gani unaweza ukayahifadhi, mbinu za kisasa kisa, za kuweza kuya e, kuyatunza. Lakini pia kuna maeneo ambayo wanalima mananasi kwa wingi, ni maeneo ambayo ni ni fursa ambayo zipo kwenye kilimo eh. Ukiangalia pia kuna maeneo zamani, kwa Pemba kule kulikuwa kuna sehemu ambapo wanalima viazi sana, wanaita makangale. Still ni eneo lipo, liko li, halijap, halijapungua sana, na watu kama watatumia mbinu za kisasa kuweza kulima, basi tunaweza tukafanikiwa zaidi. Kwa hivyo, labda wito wangu kwa mimi ni kuwa watu wote ambao tutaingia kwenye, au tupo kwenye sekta ya kilimo tutumie weledi ambao ulianzishwa na wazee wetu lakini serikali iliyopo sasa hivi inajaribu kuiendeleza. E, kwa hivyo tutumie ile taaluma weledi, na tunaweza tukasema hizi e, mbolea za kisasa, lakini pia mbolea za, za, za asili tuko nazo e, mboji hizi ambazo tunaita mboji au pengine e, e, tuseme kinyesi cha kuku na nini, ukitumia unafanikiwa vizuri tu kwa hivyo ni fursa kubwa ya kuweza kutumia eneo la kilimo kwa maendeleo yetu. Karume aliamini kuwa mkono unaolima ndio unaokula. Leo Zanzibar inawekeza katika kilimo cha kisasa ili kufanikisha azma hii. Baada ya mapinduzi, jambo la mwanzo alileta matrekta ili wakulima ondokane na kile kilimo cha yendekongoroka, lakini kwa sababu wakulima walikuwa muda mrefu taaluma ya matrekta wakawa hawana, wakahawaamini, wanasema trekta linachimba sana yani, mambo ya ajabu ajabu. Lakini bahati nzuri baadaye tukatufahamu, kwa sababu matrekta Karume aliyaleta yale kuna kwa miaka ya sitini na tano sitini na sita.